na kile chakula kinacholiwa daku. Kwa hiyo asahur ni ule muda wa kula daku, na asuhur ni ile daku lenyewe, kama ilivyokuwa alwudu ni kile chombo cha kutilia udhu, alwudu ni ule wudu wenyewe. Haya, rawahu Muslimu, amepokea hadithi ya imamu Muslim, amepokea hadithi ya imamu Muslim. E, kadhalika pia rawahul Hakim, fa innahu anshatu lil audi, ivokutia udhu kuna tia uchangamfu zaidi, kwa ajili ya kule kurejea, kapata nguvu, akapata nguvu ya hilo, kama wanavyosema w Waswahili kwa na vaibu na, na Kiswahili kinacho ingawa, ingawa kuna maelezo ya wanawachuoni kwenye hilo mengi mengi, kwenye kuonesha ubora wa hilo, hata kiafya nzuri zaidi hilo jambo, au kama una raundi zako tano, ndio uende ukaoge kwanza, haya pia siyo haramu.